Wewe wweskirizakuamini Muhammad. Ukitushirikisha matendo yako yote tayafuta yote neno la habatan na amaduka, maana yake wewe ukiwa ni mshirikina wa kuamini mambo ya nyota na mambo ya ramli. Mtume saasallam, Allah anasema katika aya hii tutayabatilisha matendo yako yote. Yaani usendi ukadhani kuwa sala utakuta kuna swala na una airisi na unaamini mambo ya nyota ya kipumbavu na kijinga. Muislam hapo ulikufika bado unaamini mambo hayo. Kwa nini sasa? Wamekuja watu kuja kufungua nyota za watu zilikuwa zimezima, wamekuja kuwasha nyota za watu zilikuwa zimekusha kuwa nyeusi, wamekuja kuwapa watu uhai ambayo siku yote wangekufa wakazikwa, wao niwapa uhai. Mtu unamwambia kabisa bana, hili halifai, kama shekhe. Haya mashekhe ndo badala ya mitume, twende wapi? Uwezi ukaitakidi kuwa Muislamu ana mkosi s. Si, sijawahi kupata kwenye kitabu chochote kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyota yake ilikuwa Unaambiwaje kuwa mtu anasafisha nyota yako, anaiona nyota yako, unakubali? Una nini wewe? Matatizo gani amekupata wewe? Unasoma dini gani? Unaamini dini gani hata kaimwendea mpiga ramli? Na serikali yetu imekataza mambo ya ramli, haya ni marufuku, maana ni wizi. Hata kaimwendea mpiga ramli au mtazamiaji nyota, nyota nyeusi na nyekunda, shenzi kabisa. Yote atakaenda kwa watu hao, akawauliza akawauliza shekhe, ntizamie mambo yangu haendi vizuri. Yule shehena akamwambia, we huendi vizuri, maana jirani yako pale mweusi hivi mfupi, mfupi kidogo sio mrefu sana na sio mfupi sana kidogo, kama maji ya kunde yakunde, unavuta hisia huyu huyu huyu, Aman Mauba ni Aman Mauba ni Aman Mauba ni ni nimeshajua. Mtu mzima una akili zako, unadanganywa haya mambo wake zetu na sisi tunakwenda kufanya nini? Hakuna baraka katika mji. Kama mji unaojaa waganga ni mji wenye balaa.